Taasisi ya afya ya Ifakara hawakulala wakajua kwamba sisi tunahitaji huduma hiyo. Lazima kuna watu wetu waliwatafuta. Kwa hiyo kwa nafasi ya pekee ni mshukuru Raimo, e, pamoja, pamoja na mganga mkuu wetu wa mkoa pamoja na wafawidhi wa hizi hospitali mbili e, kwa mashirikiano mazuri yaliyopelekea matunda haya kuja mkoa Be. wa Mbeya Mbeya oye. Na pili tumezungumzia watoa huduma Eh, nilipofika kule kwa nje tu sikutaka hata kuingia kwa sababu ya uoga wa hali walizo nazo watoto wetu, na wale watoto, Mungu akiwajalia, wa watakuwa watakuwa kama sisi siku zijazo, siku sio nyingi. Kwa kuna haja sasa ya kuwapa thamani wale wahudumu na waendelee kuona kwamba wito wao wanaoutoa hauendi bure. Tupongeze sana uzalendo wao na tuendelee kuwaombea Mungu kwa kazi ngumu na muhimu wanayoitimizia jamii hii, wapatia vifaa tiba vinavyowezesha kutoa huduma bora kwenye thamani ya takriban shilingi milioni 114 ili waweze kuendelea kutoa huduma wakati huu, wakati mchakato wa kutengeneza wodi kubwa na mpya ambayo itatoa mazingira bora ya utoaji huduma. Napenda kuwashukuru na kuwapongeza watoa wa huduma wote ambao wanatoa huduma, wanawahudumia watoto wachanga kwenye hospitali hizi kwa mchango wenu na wajibu mnaofanya kwa weledi usiku na mchana. Ila natoa rai ili Tanzania iweze kufikia maendeleo endelevu ya mwaka 2030 na lengo namba lengo namba 2.3 ya kupunguza vifo watoto wachanga kufikia hadi 12 na kwa kila vizazi hai 1000 inabidi kwenda kwa kasi lakini kwa umakini na weledi mkubwa kipekee. Sasa tuwashukuru sana wenzetu Ifakara kupitia mradi wa Nest 360, kuweza kuona haja ya kusaidia huduma za watoto hawa wachanga. Nafikiri wale tulioingia kule tumeona wale watoto kweli, inahitaji uwekezaji wa hali ya juu wa rasilimali la watu, lakini vifaa vya kisasa. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na tutumie wito nani nafasi hii pia kuwaomba wadau wengine kwa maana ya taasisi na watu binafsi wafanya biashara, tuone haja ya kwamba kwa watoto wachanga ni uwekezaji mkubwa ambao unatusaidia na kutuhakikishia uwepo wa taifa la leo na la kesho. Kwa hiyo tuwakaribishe wengine kwa ajili ya uwekezaji, lakini pia mbili, ningeomba mnisaidie tuwapigie makofi akina mama walioko hapa walioko udini na akina mama wote Tanzania, naomba tupige makofi. Ukiangalia wale watoto walivyo wadogo, wanavyohitaji ule uangalizi unaona, kazi hii ambavyo inataka commitment inataka kujitoa sana. Kwa hiyo tunawapongeza akina mama wote Tanzania kwa kazi nzuri ya kutusaidia kuhakikisha kwamba tunapata watoto ambao wataendelea kujenga nchi yetu sasa na baadaye.